Na mambo vipi, ndugu mtazamaji wa Eko TV? Ni siku nyingine tumekutana katika jambo la kuhusiana na binti ambaye walinasiana pamoja na kijana ambaye sasa hivi haijulikani alipotokea, siku ile ya tukio, na mjumbe alitueleza kwamba pale anapoishi amehama, na akatufahamisha kwamba binti huyu sasa hivi anaumwa na anapata anapitia shida hasa katika sehemu za siri. Sasa ni maumivu ambayo yanamsumbua ya pamoja na mambo kadhaa, hivyo tukaona basi tuweze kufika nyumbani kwao ambapo anaishi pamoja na rafiki yake ili kuweza kufahamu ni shida gani ambayo ina, anapitia sasa hivi, hasa ukiangalia wazazi wake wamemfukuza nyumbani na hakuna ambaye anawasaidia zaidi ya rafiki yake ambaye tunamuona Habari yako kwanza? Salama? Naam, nashukuru tumeweza kuungana tena, ili tuweze kufika nyumbani kwa binti hapa. Labda wewe, tokea siku ile, hali yake, amekufahamisha inaendeleaje? Naam, tangu siku ile tulivyozungumza pale, nilizungumza nao na akaniambia hali yao sio nzuri, hasa mgonjwa aendelee vizuri na kama mnavyojionea wenyewe ni mtu wa kitandani, hata tu kujisogeza mwenyewe kwenda msalani mwenyewe inakuwa shida. Kwa hiyo ndo kama hivyo tunavyojionea, ndugu watazamaji. Kwa ulivyotufahamisha, ulituambia kwamba mlimleta kwa rafiki yake. Kwa hiyo mbele yetu pale, labda ungeweza kututambulisha kama yule ndio rafiki yake ambaye alitulifikia, mlifikia kwake, ama ipo vipi? Ah, yule kama mnavyomwona ndo rafiki na ndo shoga ambaye anaye ka naye, na ndio aliofikia naye tulipomweka siku ile na kumwacha, ndiye anayemsaidia kwenye kila hali, kama mambo mengine, msalani, kumbadilisha nguo, kumsaidia kuwa namna moja au nyingine, kwa sababu ndo amekuwa kama mikono yake kwa sasa au miguu yake kwa sasa, ndo msaada wake mkubwa. Twende kwanza kwa bibi hapa. Na, za, za toka siku ile. Hali bado inakuwa mbaya. E, nini shida yani ambacho kinakusumbua haswa ni kipi? Ah, sasa hivi naumwa, yani hali ni mbaya kiukweli naumwa. Yani ni hivyo naumwa tu. Pole sana kwanza kwa matatizo. Lakini vipi, mmejaribu kuwasiliana na wazazi wako kuwafahamisha kwamba kuna changamoto ambayo unapitia? Oh. Kiukweli sijajua si bado kama wanajua naumwa kiasi, maana sijauliza si ndugu zangu kama aliwaambia. I see. Pole sana. Yani nini ambacho kinakusumbua hasa? ningefaa ningependa kufahamu. Hmm. Kiukweli yani ni matatizo makubwa, maana nilijua ama kipindi kile mlionifuata nilikuwa najisikia vizuri, ila safari hii, hali ni mbaya ani hali, hali ni mbaya sana naumwa yaani, na breed mara kwa mara, damu ikatiki, nasikia maumivu sehemu za siri, naona kama hali ndio imeanza upya. Pole sana kwa matatizo, labda tungeenda kwa rafiki yako hapo, dada za saizi kwanza. Salama, Vipi hali ya rafiki yako unaionaje? mm, hali ni mbaya sana. Hali ni mbaya kama mnavyoona, kiufupi msaada ni mdogo sana tunaopata. Na mimi labda ninge, ningependa kufahamu toka siku ile ulivyompokea mpaka sasa hivi, maisha yapoja, au umeishiishi naye vipi? Labda toka nilivyompokea, msaada mwingi napata kwa mjumbe mjumbe ndo anatusaidia chakula, baadhi ya matibabu, ni hivyo. wazazi wake mmewahi me, kuwasiliana nao? wazazi wake tuliwashirikisha, wamekataa kabisa kuhusu hili swala na hawamtaki. Kwa hiyo labda ningependa kufahamu kuhusiana na matibabu, kuhusiana na chakula, kuhusiana na mambo, kuhusiana na, na hali ambayo anayapitia, labda vitu hivyo ni nani anayeangaika navyo? tunasaidizana na mjumbe sie. Poleni sana kwanza kwa changamoto. Na kuhusiana na ugonjwa wake, yeye amekufahamisha anaumwa nini haswa? Kuhusiana na ugonjwa wake ni blood ya mara kwa mara, anatoka na uchafu mwingi. Ni hivyo tu. Kuna maumivu ambayo unayapata? Eh, maumivu nasikia poleni sana kwa sababu hata mjumbe alitufahamisha mlienda hospitali, lakini bado hali ni mbaya. Sasa kuna dawa zozote ambazo hospitali aliwapatia? Kuna baadhi ya dawa natumia, kuna sindano natumia, kidogo zinaleta unafuu, baadaye hali inaanza tena upya. Pole sana na yule daktari ambaye mliwasiliana naye na mpaka akakupatia matibabu kipindi kile mlivyonasiana, je, mmewahi kumshirikisha kuhusiana na tatizo hilo? Kwa sababu kama hospitali wanasema hamna shida, lazima kutakuwa na changamoto ambayo si sahihi, hasa tukiangalia historia ya jambo lilivyotokea, kitokea kipindi kile mlivyonasiana, mmewasiliana naye? Unajua kila kitu ni hela kwa daktari anajua kama naumwa, lakini pesa hazitoshi kwa matibabu. kwa daktari anasubiri tupate pesa za matibabu, ndo tumshirikishe wazazi, ndo umesema wafahamu. kwa hiyo hapo kuna changamoto ndiyo ya kupata hata hiyo pesa ya matibabu na tatizo hili lilizidi haswa wakati gani? Yani ni tokea kipindi kile tuna mara mwisho tunafanya interview, ama baada ya muda gani tatizo hili lilianza haswa? Tokea kipindi kile, zilikaa kama siku tatu hivi, hali ikaanza, nilikuwa nasikia kama kichomi hivi. Baada ya hapo, ndo matatizo yakawa makubwa. Poleni sana kwa matatizo. Labda tungependa labda kujaribu kumsikia daktari, daktari ambaye aliwatibia, tuweze kufahamu labda ni matatizo gani ambayo unayapitia. Maana yeye ndo ambaye aliwafanyia matibabu ya kuwanasua. Sasa lazima atakuwa najua labda kama ni changamoto ambazo zipo hasa baada ya watu wakishanasuliwa kutokea kwenye tatizo lile au la. Hebu kameramani, jaribu kumpigia kwanza yule mtaalamu tuweze kumsikia alafu waweze kutufahamisha nini haswa ambacho na, mkuu yupo kwenye simu hapa. Halo e, kwenye line hapo tunaongea na daktari, si ndio? Naam, habari e, salama kabisa sasa hapa. Naam, tupo na yule mgonjwa ambaye, kama unakumbuka, siku ile ulikuja kwa ajili ya kuwa na sua, ulikuwa amenasiana kile kipindi cha Ramadhani, nadhani unawakumbuka huyu nani bibia, hapa ambaye ni mtoto wa shehe, kipindi kile ulikuja kwa nasua, walikuwa wamenasiana pale. ah, okay, ndio. Eh, sasa ndio. Tupo naye hapa anasema kwamba sehemu zake hmm. za siri kidogo zina shida, yani anapitia matatizo sasa. Sijui wewe aliwashirikisha kuhusiana na hilo kwa sababu kama daktari lazima utakuwa ulikuwa unafuatilia hiyo huyo sasa. Alinipigia na familia yake nikamwambia kwamba kuna jambo la pii tulifanya. Sasa nimekuaje tena kwamba amezidiwa sana ama. Ehe, yani mpaka tunavyoongea hapa yupo kitandani na kidogo nisifiche nisi, nisi, nisi, nisi, nisi nisifiche ukweli kidogo, hata hali ya hewa ya hapa si nzuri, kuna harufu ambayo pia inatoka na yeye pia, kwa maelezo yake anasema ni uchafu unatoka katika sehemu za siri, na pia hedhi yake haikati. Na hapa tupo na rafiki yake kwa rafiki yao ambao wamefikia, na kwa maelezo yake anatuambia kwamba hata nyumbani kwao wamemfukuza wa na hawezi hata kupata msaada huo wa wa kifedha. Sasa ndio nilikuwa nataka kufahamu wewe mliongea vipi ama mlifahamishana vipi hapo? Mimi atafute kondoo, kondoo wawili. Wapate, kwa kike na kiume wapate kondoo na... wawili. Kondoo wawili. Ta... Kwa nini tatizo haswa, linakuwa ni nini hasa? Huo ni mtego ambao umefanywa. Na hapo ndo baada ya kupata kondoo wawili ndo kazi inaweza ya ya usawa. I mm. Na hapa anapitia maumivu, hakuna jambo lolote ambalo anaweza likafanyika ili angalau kupunguza maumivu aliyokuwa alokona... e, nayo e. Kwa hiyo lazima wapatikane kondoo wawili e, kondoo wawili. Basi, hamna shida, ngoja tuta... ili mradi tumeshajua ambacho kinaendelea, tutajaribu kuwasiliana sasa na na wazazi wake, ingawa wazazi wake wamemkataa. Sasa tutajaribu kuangaika nao sisi kama media tuweze kujua tunafanyaje, halafu tutakupa mrejesho, lakini ni tatizo ambalo linakuisha kabisa, tatizo linaisha kabisa. Ha, basi shukrani ha, nikutakie kazi njema Kameraman, shukua sauti yako kwanza, hapa niweze kuwasiliana nayo na. mkuna nyee pia aliwashirikisha ya kwamba inatakiwa kondoo wawili sindio? Ndiyo. Kwa haraka haraka, wazazi wenu wanafahamu kuhusiana na jambo ambalo linaendelea kwa sasa, kwamba hata mahitaji ya kondoo wawili au tunde kwa mjumbe? Mjumbe utakuwa labda unafahamu kinachoendelea, wewe pia unafahamu kwamba waliwasiliana na mtaalamu na kujua kwamba ninahitajika kondoo wawili na tulikwisha kuzungumza na mtaalamu na mtaalamu alisema kwamba anatakiwa kondoo wawili wenye jinsia tofauti. Anatakiwa kondoo dume, anatakiwa na kondoo jike pia. Na tulijaribu kuzungumza na wazazi wao, ila tulimficha yeye mwenyewe kama mlengwa na mgonjwa kumwambia kwamba wazazi wake wanakataa kutoa ushirikiano na yeye kwenye swala lake, ili kwa sababu ni swala la aibu, na kama wataingia kwenye aibu yao watakuwa wameruhusu yeye kufanya tukio kama lile kwenye kipindi kama kile. Kwa hiyo sasa inakuwa tena wamejitoa kwenye swala hilo kwa limebakia tena kwenye mikono yetu sisi na dada huyu na baadhi ya watu ambao nipo nao na hilo swala la kondoo nilishajaribu kulizungumza nikapata kufahamu kwamba kondoo mmoja anapatikana kwa na shilingi elfu sabini mpaka laki moja kwa wawili, anaweza kafika laki mbili au laki moja na themanini na nilijaribu kuongea na baadhi ya watu, ndio hivyo, imekuwa ngumu, na ndio maana mara ya mwisho alivyokuja nikawaomba wana Tanzania, au ndugu wenzangu tusaidianye, kamaili, kusababu, au kwamba tusaidianye kwenye swala kama hili, kwa sababu hakuwa tumaini lake au hakuwa na matarajio yake kwamba apitie haya. Mwisho wa siku, hapana, ni vile tu ubaya wa wanadamu na labda kwa ee alivyofanya tukiolile kwenye kipindi kama kile, kwa kama pigo au kama funzo kwa wibinti. Kwa hivyo nilikuwa ninaomba na kuomba Watanzania tusisite, tusimzarau, tusimuone kinyaa, tusimuone afai kwa yale aliyoyafanya, hivyo tujitokeze kwa wingi kwenye kumsaidia ndugu yetu, dada yetu, mdogo wetu, mtoto wetu, au jirani yetu, kwa kuwa kwamba wewe kwenye njia zako tuujatimia, tumekosea mengi mengi mengi sana na mengi tulio kosea kuna wanaoyafahamu na wasioyafahamu. Kwa hiyo huyu imekuwa kama bahati mbaya tumejua na kujua, kwa ili sio kama kuendelea kumwona faa, ila ni kujifunza kupitia ye kukosea kwake. Kwa hiyo ndio hivyo, nilikuwa ninaomba watanzania yoyote ambaye umesikia hili swala au hata mama mwenyewe mmiliki wa nchi, kama ungekuwa unalisikia hili swala, ujaribu kutusaidia kwa ajili ya huyu mtoto, kwa sababu anateseka, anateseka, hali yake naiona tu ya kitandani kwa kwa haraka haraka hapo nimesikia inahitajika laki mbili sasa. Kabla ya kwenda kwa watanzania ambao wanafuatilia hapa, wewe kama mjumbe, mmejaribu kuwashirikisha katika kaya yenu eneo lenu la hapa nyumbani, mmejaribu me, me, kuwashirikisha kwa ajili ya kuchanga na kuweza kumsaidia binti huyo? E, nilijaribu kuwashirikisha na siyo laki mbili tu kwamba inayotajika kwa ajili ya mpaka matibabu yake kutimia, hapana. Hiyo laki mbili ni kwa ajili ya tu wale wanyama kwa ajili ya kafara ja. Bado kuna vingine vingine ambavyo vinatakiwa viwepo hapo, walisema unatakiwa sijui maswala mengi mengi, nazi walisema nataka sijui vitu vingi vingi vya asili, mayai visa, kreti mbili, trei mbili, alisema anahitaji kwa ajili ya kazi hiyo. Alisema na hivyo hivyo, na pesa ya kumpatia yeye mwenyewe yule mtaalamu, kwa sababu hata kuja kuifanya kazi hiyo bure, na yeye atakafanye pia apate chochote kwenye swala hilo. Kwao nilijaribu kuzungumza nao, na wenyewe mchango wao umekuwa ni mdogo, ni afifu. Kwa hiyo ndo maana nikawatamani watu wengi walisikie hili swala, kwamba tunavokuwa wengi na nguvu za wengi tukijumlisha, at least tutakuwa tunaweza kufanya jambo kwenye swala hili. Ila kwa mimi tu na kabineti yangu, hapana, itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu kwa sababu tunachofanikiwa kupata hicho hicho, tunarudi kwenye malazi ya huyu mtu. Kama hivyo anavuja, unaambiwa inatakiwa nanili zile za wanawake, zile pedi hivyo, anatumia nyingi, yaani kwa wiki moja anaweza akatumia hata boxi zile za nanili hata tatu nne. Kwa hiyo sio tu kwenye swala hilo la matibabu, hata swala la malazi na mavazi na kuendelea kumtunza huyu mgonjwa. Swala la kuenda hospitali, e, mara nyingi anaenda natundikiwa drip za maji, anatundikiwa drip za damu. Kwa hiyo ni swala ambalo linahitaji msaada mkubwa, mkubwa mkubwa mkubwa, mpaka kufikia hapo huyu kuwa hame, ametengema afya yake. Na nadhani kama tulivyomsikia mjumbe alivyoongea lakini kwa haraka haraka, pia ni kufahamishe tutajaribu pia na sisi kuwasiliana na wazazi, kwa sababu wazazi ama familia ni mchango mkubwa sana katika mambo kama haya. Kwa hiyo wao ndo wana, wanaguswa zaidi kuhusiana na jambo ambalo wanapitia mtoto wao na baada tukifahamu tukijaribu kuwasiliana nao tujue wao mtazamo wao upo vipi, alafu tujue tunamsaidia vipi. Lakini wewe mtazamaji, nadhani umewasikia kwa umakini. Kwa hiyo kama umeguswa basi, pia hata wewe mwenyewe unaweza ukatoa mchango wako. Lakini sisi tutaanza kwanza kufahamu kuangaika na hawa wazazi wao, kwa sababu hawezi wa wakamtupa mtoto wao kiasi hiki ya kwamba anaumwa alafu ahangaike tu na majirani wengine. Nikukumbushe tu kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli ya Eko TV usisahau kubonyeza alama subscribe pamoja na alama ya kengele ili kuwa mmoja wa wafuatiliaji wa matukio na habari mbalimbali katika chaneli ya Eko TV. Asante sana.